Sikiliza vizuri kuanzia sekunde hii ya kwanza, kwa sababu kama umeanza mwaka baada ya mwaka ukiwa na ndoto kubwa, lakini mwisho wa mwaka unajiuliza mbona sijaenda popote, basi hii message ni yako. Watu wengi wanadhani mafanikio yanahitaji pesa nyingi, connections kali, au bahati ya ajabu, lakini ukweli ni huu: mafanikio mengi yanavunjwa si kwa kukosa uwezo, bali kwa kukosa mpango rahisi unaotekelezeka. Leo sitakupa stori za motivation za hewani, nitakupa kitu practical, kitu real, kitu ambacho unaweza kuanza nacho leo na kikubadilishe kabla hata 2026 haijaanza. Kaa hapa mpaka mwisho, kwa sababu hii siku thelathini inaweza kuwa tofauti kati ya mwaka mwingine uliopotea na mwaka uliokufanya ujivunie. Wacha ni kuambie kitu watu wengi hawapendi kusikia, lakini ndiyo ukweli kabisa. Malengo mengi yanashindwa kabla hata hayajaanza, kwa sababu watu wanayabeba kichwani kama ndoto badala ya kuyashusha chini kwenye maisha halisi ya kila siku. Mtu anasema anataka mafanikio, anataka maisha mazuri, anataka elfu mbili na ishirini na sita iwe tofauti, lakini ukiangalia siku yake ya leo, ratiba yake, maamuzi yake madogo, hakuna hata kitu kimoja kinachoonyesha hiyo ndoto na hapo ndipo tatizo lilipo. Tunapenda sana kufikiria mwisho mzuri, lakini hatupendi kufikiria safari ya kawaida ya kuchosha, ya kurudia rudia, ile safari ambayo haina aplause wala likes. Ndoto inapokuwa kubwa sana kichwani inakuwa nzito, inatisha, na mwisho wa siku unaishia kuahirisha kwa sababu hujui pa kuanzia. Watu wengi wanajiambia nitaanza nikishapata motivation, nikishapata muda, nikishapata pesa kidogo. Lakini ukweli ni kwamba siku hiyo haiji. Motivation ni kama mood tu, leo ipo, kesho haipo. Kama unasubiri ujisikie tayari, utaishi maisha yote ukisubiri. Ndiyo maana malengo mengi yanakufa mapema, si kwa sababu hayafai, bali kwa sababu hayajavunjwa kwenye vipande vidogo vinavyoweza kufanywa hata siku ambayo umechoka, siku ambayo akili yako haiko sawa, siku ambayo hakuna mtu anakusukuma. Mafanikio hayahitaji mtu mwenye nguvu kila siku, yanahitaji mtu ambaye anaendelea hata bila nguvu. Pia kuna tatizo lingine kubwa sana, watu wanachanganya ndoto na mpango. Ndoto ni kusema nataka kuwa tajiri, nataka kuwa huru, nataka kuwa na maisha mazuri. Mpango ni kusema leo nitajifunza nini, leo nitafanya nini, leo nitakata nini kwenye maisha yangu. Bila mpango ndoto inabaki kuwa stori nzuri tu ya kujifariji. Na hapa ndipo wengi hujipoteza. Wanajipa presure ya kufikiria miaka mitano mbele wakati hawajui hata kesho watafanya nini. Ubongo unapochoka na hiyo pressure, unaamua kukimbia kabisa. Unarudi kwenye comfort zone, unarudi kwenye mazoea, unarudi kwenye kupoteza muda, kwa sababu ni rahisi kuliko kukabiliana na ukweli. Kuna pia ile hali ya kujilinganisha na wengine. Unaangalia mtu Instagram, anaonekana amefanikiwa, unaona magari, safari, lifestile, halafu unaanza kusema mimi niko nyuma sana, sina hata pa kuanzia. Hiyo comparison inaua malengo mengi sana. Unasahau kabisa kwamba kila mtu ana timeline yake, background yake na struggles zake ambazo hazionekani. Unapoanza safari yako kwa macho ya mtu mwingine, unaanza ukiwa tayari umevunjika moyo. Na mtu aliyevunjika moyo mapema hawezi kusimama muda mrefu. Ndiyo maana ni muhimu sana kuangalia maisha yako mwenyewe, uwezo wako wa sasa, mazingira yako, na kuanza pale ulipo bila aibu, bila drama. Malengo pia yanashindwa kwa sababu watu wanataka kubadilika ghafla. Leo umeishi bila nidhamu miezi au miaka, halafu kesho unataka kuwa mtu mkali sana. Unaamka saa kumi na moja, una workout, unasoma, unafanya kila kitu siku moja. Hilo halidumu. Unachoka haraka, unakata tamaa, unajiona dhaifu. Wakati tatizo sio wewe, tatizo ni mfumo uliotaka kujiwekea. Mafanikio ya kweli yanajengwa taratibu, kwa hatua ndogo ndogo ambazo zinaonekana za kijinga mwanzoni, lakini zinajenga misingi imara sana baadaye. Na mwisho kabisa, malengo yanashindwa kwa sababu watu wengi hawako waaminifu kwa nafsi zao. Wanajua nini kinawapotezea muda, wanajua nini kinawazuia, lakini hawataki kukikubali. Wanapenda kulaumu mazingira, watu, bahati, lakini hawataki kuangalia maamuzi yao ya kila siku. Mpaka utakapokuwa mkweli na wewe mwenyewe, malengo yataendelea kuwa maneno mazuri tu. Ukweli unaweza kuuma, lakini ndio mwanzo wa mabadiliko ya kweli. Mpango rahisi wa siku thelathini una nguvu kubwa kuliko watu wengi wanavyodhani, kwa sababu haujaribu kukubadilisha uwe mtu mwingine ghafla, bali unakusaidia kubadilisha mwelekeo wa maisha yako hatua kwa hatua. Watu wengi wanapokaa chini kupanga malengo wanajipa mzigo mkubwa sana. Wanataka kubadilisha kila kitu mara moja tabia, ratiba, mawazo, hata watu wanaowazunguka. Mwishowe wanachoka kabla hata hawajaanza. Siku thelathini ni kipindi kifupi cha kutosha akili yako isikatae, lakini kirefu cha kutosha kuanza kujenga tabia mpya. Ni kama kuambia akili yako, jaribu tu kwa mwezi mmoja, siyo maisha yote. Hapo ndipo upinzani unapungua. Kitu cha kwanza kinachofanya mpango wa siku thelathini ufanye kazi ni unyenyekevu wake. Hauhitaji vifaa maalum, hauhitaji mazingira perfect, hauhitaji ruhusa ya mtu yeyote. Unahitaji uamuzi tu wa kusema, kwa siku thelathini zijazo nitafanya vitu hivi vidogo hata kama sitajisikia. Huo uamuzi mdogo unaondoa kelele nyingi kichwani uhitaji tena kufikiria sana. Unajua kila siku kuna hatua moja ndogo lazima ifanyike. Akili inapenda vitu vilivyo wazi. Unapokuwa na klariti, stress inapungua na consistency inaanza kuonekana. Ndani ya hizi siku thelathini unajifunza kitu muhimu sana, kwamba mafanikio hayaji kwa matukio makubwa, yanakuja kwa kurudia kitu kile kile mara nyingi. Leo dakika ishirini, kesho dakika ishirini, kesho kutwa dakika ishirini. Hakuna drama, lakini baada ya wiki mbili au tatu unaanza kuona tofauti, sio kwa macho ya watu wengine, bali ndani yako. Unajiheshimu zaidi kwa sababu unafanya ulichosema utafanya. Hiyo self trust ni muhimu sana. Mtu asiyejiamini anajisabotage hata akiwa na fursa nzuri, lakini mtu anayeanza kujiamini kwa vitendo vidogo anaweza kusimama imara hata kukiwa na changamoto. Mpango wa siku thelathini pia unakufundisha kuvumilia kutokujisikia vizuri. Kuna siku utafanya bila motivation, bila hamasa, bila mood, na hapo ndipo unakuwa unajijenga kweli. Watu wengi wanafanya kazi pale tu wanapojisikia vizuri, lakini maisha hayafuati hisia zako. Nidhamu ndogo ya siku 30 inakusaidia kuelewa kwamba hisia sio bosi wako. Unaweza kuhisi vibaya na bado ukafanya kitu muhimu. Huo ni uwezo mkubwa sana katika maisha. Kadri siku zinavyopita, unaanza kuona tabia zako za zamani zinapoteza nguvu Sio kwa sababu umezipiga vita kwa nguvu, bali kwa sababu umezijazia kitu kingine bora. Muda uliokuwa unapotea unaanza kuwa na kazi, akili inayokuwa inazurura ina kitu cha kushika, na pole pole sana, bila kelele, unakuwa mtu tofauti kidogo, sio kwa maneno, bali kwa mwenendo na hilo ndilo jambo ambalo watu wengi hukosa. Wanataka mabadiliko yaonekane, yasikike, yashangiliwe, lakini mabadiliko ya kweli huwa kimya sana mwanzoni. Mwisho wa siku 30 hutakuwa umefika mwisho wa safari, lakini utakuwa umejijengea msingi ambao watu wengi hawana. Utakuwa umejifunza jinsi ya kuanza na kuendelea, jinsi ya kurudi mstari ukiteleza, na jinsi ya kujiongoza bila kusukumwa na mtu. Mpango huu haukufanyi uwe mkamilifu; unakufanya uwe thabiti zaidi. Na mtu thabiti anaweza kujenga chochote, mradi aendelee mbele hata hatua ikiwa ndogo. Siku za mwanzo kabisa za mabadiliko ndizo ngumu zaidi, si kwa sababu kazi ni nzito, bali kwa sababu akili yako haijazoea hali mpya. Mwanzoni una hamasa kidogo, unaona kama kila kitu kinawezekana, lakini hiyo hali haidumu. Baada ya siku chache, mwili unachoka, akili inaanza kuleta maswali, na hapo ndipo vita halisi inaanza. Watu wengi hufikiria adui ni mazingira au watu wanaowakatisha tamaa, lakini ukweli ni kwamba adui mkubwa ni sauti ya ndani inayokuambia uache, ucheze safe, urudi kwenye hali uliyoizoea. Sauti hiyo haiji kwa kelele, inakuja taratibu sana kwa visingizio vinavyoonekana vina mantiki kabisa. Unapoamka asubuhi na haujisikii, kabisa, hapo ndipo nidhamu inapimwa, sio wakati uko motivated, sio wakati una nguvu, bali wakati akili yako inatafuta sababu za kutofanya. Inakuambia leo umechoka sana, leo kuna kesho, leo hakuna mtu anayekuona. Na kama hujajijengea mfumo, mdogo unaanguka haraka sana. Ndiyo maana siku za mwanzo hazihitaji kazi kubwa, zinahitaji uthabiti kitu kimoja tu kila siku, hata kama ni kidogo sana. Ukikosa siku moja, akili inajifunza kwamba A, kumbe tunaweza kuacha bila madhara, na kesho itakuwa rahisi zaidi kuacha tena. Kuna tabia moja ambayo inaua sana mabadiliko mapya: kuahirisha. Unajiambia nitaanza baadaye, nitaanza jioni, nitaanza kesho, lakini ukweli ni kwamba baadaye huwa ni kisingizio cha kutokuanza kabisa. Siku za mwanzo ukiahirisha mara moja umefungua mlango wa kurudi nyuma. Nidhamu ya mwanzo inahitaji ufanye hata kabla hujafikiria sana. Usipe akili nafasi ya kujadiliana. Amua mapema kwamba hii ni sehemu ya siku yako kama vile kula au kuoga. Utafuti motivation ya kuoga? unafanya tu. Ndiyo mtazamo unaotakiwa. Pia kuna changamoto ya distraction. Simu, mitandao ya kijamii, kelele, watu, kila kitu kinataka umakini wako, na ukiwa kwenye siku za mwanzo, nguvu yako ya kujizuia bado ni ndogo. Ndiyo maana ni muhimu sana kupunguza vishawishi, hata kwa muda, sio kwa sababu wewe ni dhaifu, bali kwa sababu unajijengea misuli ya nidhamu. Kama mtu anayeanza mazoezi, huanzi kubeba kilo nzito, unaianza polepole. Vivyo hivyo na mabadiliko ya maisha, usijaribu kupigana na kila distraction. Kata ile kubwa kwanza. Watu wengi pia hukwama kwa sababu wanajihukumu sana wakiteleza. Unakosa siku moja, unaanza kusema mimi sio mtu wa nidhamu, mimi siwezi, huu mpango hauko kwa ajili yangu. Huo ni mtego mkubwa sana. Nidhamu sio kutokukosea. Nidhamu ni kurudi mstari haraka baada ya kukosea. Siku za mwanzo utateleza, hilo ni la kawaida. Kile kinachofanya tofauti ni kama utarudi kesho au utakata tamaa kabisa. Usijifanyie kesi, jifanyie marekebisho. Kadri unavyoshinda siku za mwanzo, kitu kinabadilika ndani yako. Unaanza kuona kwamba unaweza kufanya hata bila kujisikia. Unaanza kujijengea heshima binafsi. Hiyo heshima inakuwa kama ngao inakusaidia kukataa visingizio, kukataa uvivu na kukataa sauti ya ndani inayotaka urudi nyuma. Na hapo ndipo nidhamu inaanza kushinda hisia, sio kwa nguvu, bali kwa mazoea madogo yanayojirudia kila siku, mpaka yanakuwa sehemu ya wewe mwenyewe. Katikati ya safari, ndipo watu wengi huanguka kimya kimya, bila hata kugundua. Sio kwa sababu wamechoka sana, bali kwa sababu mawazo yanaanza kuwa mazito. Mwanzo ulikuwa mpya, ulikuwa na matumaini, kila kitu kilionekana kinawezekana, lakini sasa umeanza kuzoea, na hapo ndipo akili inaanza kuangalia pembeni. Unaangalia wengine, unaanza kujilinganisha, unaanza kujiuliza kama hii safari ina maana kweli. Unafungua mitandao ya kijamii, unaona watu wanaonekana wako mbali mbele yako, wanapost mafanikio safari magari, maisha mazuri. Halafu sauti ndogo ndani yako inakuambia, wewe umechelewa, wewe uko nyuma. Labda hata hujachelewa tu, labda hii sio njia yako. Hiyo comparison ni sumu, inaua hamasa taratibu sana, bila kelele. Unasahau kabisa kwamba unaona dakika chache za maisha ya mtu mwingine zilizochaguliwa kwa makini, zilizopambwa, bila kuona miaka ya juhudi, makosa na maumivu nyuma ya pazia. Unapojilinganisha unajipokonya nguvu ya safari yako mwenyewe. Unaanza kukimbia kwa kasi ya mtu mwingine kwenye barabara ambayo siyo yako. Na mtu anayekimbia kwenye barabara isiyo yake huchoka haraka sana. Ndiyo maana katikati ya safari ni muhimu sana kurudisha macho yako ndani siyo nje. Pia kuna mvuto mkubwa wa kurudi kwenye mazoea ya zamani. Yanakuita kwa upole, yanakuambia hebu pumzika kidogo, hebu rudi tu kama zamani, hakuna ubaya. Mazoea ya zamani ni comfortable kwa sababu unayajua. Hayakuleti hofu, hayakuleti maumivu mapya, lakini pia hayakuleti maendeleo. Katikati ya safari akili inapenda comfort kuliko mabadiliko. Ndio maana wengi hurudi nyuma bila hata kutambua. Wanaanza kukosa siku moja, halafu nyingine, halafu mpango mzima unayeyuka polepole. Kuna pia hali ya kuanza kutilia shaka uamuzi wako mwenyewe. Unauliza, je, nilichagua njia sahihi? Je, hii inaleta matokeo kweli? Je, sipotezi muda wangu? Maswali haya sio mabaya, ni sehemu ya ukuaji, lakini yakiachiwa bila mwelekeo, yanageuka kuwa visingizio unaanza kutafuta sababu za kuacha badala ya sababu za kuendelea, na akili inapenda sana mantiki za kuacha kwa sababu zinaondoa diskomfort ya kuendelea. Katika kipindi hiki, kumbukumbu kumbu ya kwa nini ulianza inakuwa muhimu sana. Sio ile sababu ya juu juu, bali ile ya ndani kabisa, ile uchovu wa kuishi bila mwelekeo, ile aibu ya kujiahidi halafu hutekelezi, ile hamu ya kujiheshimu tena. Ukisahau kwa nini ulianza, safari inakuwa nzito sana, lakini ukikumbuka, hata siku mbaya inakuwa na maana. Haufanyi kwa sababu una mood, unafanya kwa sababu umeamua kuwa mtu fulani. Na pia ni muhimu kukubali kwamba maendeleo sio mstari wa moja kwa moja. Kuna siku utaona unaenda mbele, kuna siku utaonekana unasimama, na kuna siku utaonekana unarudi nyuma. Hiyo haimaanishi umeshindwa. Inamaanisha wewe ni binadamu. Watu wengi wanaacha kwa sababu wanatafuta hisia ya mafanikio kila siku. Lakini mafanikio ya kweli mara nyingi hayajisikiki, hayaonekani, yanajengwa kimya kimya ndani yako. Kama unaendelea kuwepo, unaendelea kujaribu, unaendelea kurudi mstari, basi bado uko kwenye mchezo. Katikati ya safari, ushindi mkubwa sio kasi, ni uaminifu kwako mwenyewe. Uwezo wa kusema hata kama leo sikufanya kikamilifu, bado nitarudi kesho. Huo msimamo mdogo unavunja nguvu ya comparison, unavunja mvuto wa kurudi nyuma, na unakufanya uendelee mbele hata bila kelele, hata bila mtu anayekushangilia. Kwa sababu ndani yako unajua hujachoka bali unaendelea kujijenga pole pole kuelekea maisha unayotaka baada ya siku thelathini kupita. Kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya sio kushangaa kama maisha yako yamebadilika kabisa, bali kuangalia kama mwelekeo wako umebadilika. Watu wengi huanguka hapa kwa sababu wanatarajia miujiza. Wanataka waamke siku ya thelathini na kila kitu kiwe kimekaa sawa, pesa imeongezeka, nidhamu imekamilika, matatizo yamepotea. Huo ni mtego mwingine wa akili. Ushindi wa kweli baada ya siku thelathini siyo matokeo makubwa ya nje, ni kile kilichotokea ndani yako kimya kimya, bila wewe hata kugundua sana. Ni namna unavyoanza kujiona tofauti, namna unavyoanza kujiheshimu zaidi, kwa sababu umeanza kufanya ulichosema utafanya. Kuna nguvu kubwa sana katika kujua kwamba unaweza kuanza kitu na ukakiendeleza kwa siku thelathini. Watu wengi hawana huo uwezo Wengi huanza kwa kelele kwa post kwa maneno makubwa halafu hupotea kimya-kimya. Ukifika siku ya thelathini, hata kama uliteleza mara chache, ukweli kwamba hukukata tamaa kabisa unamaanisha umevunja mzunguko ambao ulikuwa unakurudia miaka mingi. Umejifunza kwamba wewe sio mtu wa kuacha kila kitu katikati, na hiyo imani mpya inabadilisha jinsi unavyokaribia malengo mengine pia. Baada ya siku thelathini, unakuwa na picha halisi zaidi ya wewe ni nani. Unajua wapi unateleza sana, unajua wapi una nguvu zaidi. Huo uelewa ni dhahabu. Watu wengi wanaishi bila hata kujijua, wanajikosoa, wanajilaumu lakini hawakai chini kuona mifumo yao. Siku thelathini zinakuonyesha tabia zako waziwazi. Sio kwa kukuhukumu bali kwa kukupa nafasi ya kurekebisha. Na mtu anayejua mapungufu yake ana faida kubwa kuliko yule anayejiona mkamilifu. Ushindi mwingine mkubwa ni kwamba unakuwa umejenga msingi wa kitu kikubwa zaidi. Huwezi kujenga nyumba bila msingi. Vivyo hivyo, huwezi kujenga maisha ya mafanikio bila tabia ndogo ndogo za msingi. Siku thelathini zinakupa uthibitisho kwamba konsistensi inawezekana. Na ukishajua inawezekana, kwa mwezi mmoja akili yako inaanza kuamini inaweza kuwa miezi mitatu, miezi sita, hata mwaka mzima. Hapo ndipo malengo ya elfu mbili na ishirini na sita yanaanza kuonekana, siyo kama ndoto ya mbali, bali kama kitu kinachokaribishwa taratibu. Ni muhimu sana pia kutambua kwamba ushindi sio kukosa makosa. Ushindi ni kuendelea hata baada ya makosa. Kama ndani ya siku thelathini uliteleza, ulipoteza siku, ulirudi nyuma kidogo, lakini bado uliendelea, huo ndio ushindi halisi. Maisha hayatawahi kuwa safi na sawa kila siku. Kila mtu anateleza. Tofauti iko kwa nani anarudi mstari na nani anakata tamaa kabisa. Na siku thelathini zinakufundisha ustadi huo muhimu sana wa kurudi mstari bila kujichukia. Baada ya kipindi hiki, hutakiwi kusimama. Utakiwi kusema sasa nimefika. Unachotakiwa kufanya ni kuchukua yale uliyofanya vizuri na kuyaendeleza na yale ambayo hayakufanya kazi uyarekebishe. Hapo ndipo ukuaji wa kweli unaanza. Sio kwa kuongeza pressure bali kwa kuongeza ufahamu. Unaanza kuishi kwa makusudi zaidi. Siku zako zinaanza kuwa na maana hata kama hakuna mtu anayeziona. Na mtu anayeheshimu siku zake za kawaida ana uwezo mkubwa sana wa kujenga maisha yasiyo ya kawaida. Mwisho wa yote, ushindi wa siku 30, ni kubadilika kutoka mtu anayesubiri motivation kuwa mtu anayechukua hatua. Ni kutoka mtu anayesema kesho kuwa mtu anayesema leo na huo mabadiliko mdogo unaonekana mdogo sana kwa nje, lakini ndani yake una uwezo wa kubadilisha kabisa namna utakavyoingia 2026 ukiwa na hofu au ukiwa na utulivu, kwa sababu ndani yako unajua hujajaribu tena, bali umeanza kweli na unaendelea mbele hatua kwa hatua, bila kelele, bila drama, bila kujidanganya.